Mpendwa mtazamaji, ni Jumatatu, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 22 hadi ya 29. Ni mwendelezo wa tukio la bwana wetu Yesu Kristo ambaye aliwalisha watu elfu tano wanaume mikate mitano na samaki wale wawili kutoka kwa yule kijana ambaye alikuwepo siku hiyo. Yesu alipowaonea watu huruma kwa sababu walikuwa ni kondoo wasiokuwa na mchungaji. Na baadaye walipoona wameshiba ile mikate, wakataka kumfanya Yesu kuweza kuwa mfalme. Wakati wake ulikuwa bado haujatimia akaamua kujitenga nao, akaenda mlimani akaenda kusali kule wao wale watu waliokuwa wamekula ile mikate wameshiba, wakabaki pale pale, wakamwona Yesu ameenda mlimani, wakajua atarudi tu hapa, ingawa waliwaona mitume hawa wakiwa wamepanda ndani ya boti yao, wanaelekea upande mwingine ambao ulikuwa umepewa jina la Kapernaum, lakini Yesu hakuwepo. Wakajua Yesu atakuwepo hubu na baadaye, mbele yake kidogo. Hii injili ya Yohana sura hii ya sita inazungumza mitume hawa walipokuwa njiani chombo chao kilipata shida na Yesu baadaye akaja akiwa anatembea juu ya maji, na baadaye eh, walipotaka weza kumpokea chombo kikafika ng'ambo ya Kapernaum kule. Kwa hiyo aliondoka katika lile eneo alipokuwa amewalisha ile mikate, wanafikiri kwamba yuko mlimani anasali, kumbe yeye ameshapita. Siku iliyofuata, siku ya pili, wale makutano wakawa wamesimama ng'ambo, hawamwoni Yesu. Yesu yuko wapi? Wakaona hakuna mashua nyingine, wakaanza kumtafuta Yesu. Ndipo watu wengine wakaja, wakawaletea habari kwamba huyo Yesu hayupo hapa, yupo Kapernaumu. Watu wakakimbia umati kwa umati, wakamwendea. Walipofika tu pale, wakauliza swali hili moja, wakasema: Yesu, umefika lini hapa? Na Yesu akawajibu akasema: sikilizeni ninyi Amin, amin, nawaambieni, si kwamba mnanitafuta kwa sababu mliona ishara za Mwenyezi Mungu zikitendeka, bali mnanitafuta kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Fundisho hapa, si watu wote ambao wanakwenda makanisani wanamtafuta kwa sababu wameona ishara kwamba Yesu ana uweza mkubwa, wameona makuu ya Mwenyezi Mungu. Wengi, asilimia kubwa, tunamtafuta Yesu kwa sababu ya mambo ya kula na kushiba mambo ya kunywa, mambo ya vyeo, mambo ya uponyaji, mambo ya kusamehewa madeni na vitu vingine. Hatumtafuti Yesu kwa sababu ya nguvu yake, kwa sababu ya maisha ya kiroho, tunamtafuta Yesu kwa sababu ya mahitaji ya mwili. Angalia Yesu anapokuwa mkali hapa kwa hawa e, Wayahudi ambao wamekimbia huko, umati wanakuja kwake, badala hata kuja kumsalimia kujua hali yake, wanamwambia umefika lini hapa Yesu akawaambia, katika safari ya maisha, mnapomwendea mwenyezi Mungu, mwendee Mungu kwa sababu ni baba yetu mwema, mwendee mwenyezi Mungu kwa sababu ya wema wake. Yani, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine yote amesema tutapewa kwa ziada. Anawambia msikitendee chakula chenye kuharibika, yani mahitaji ya mwili yanaharibika, mwili hu, unaharibika, kazi zinaharibika biashara zinaharibika. Usije ukaenda kwa Yesu kwa sababu ili akulinde katika cheo chako, cheo kitaharibika, siku moja utatoka. Usije ukaenda kwa Yesu kwa sababu akuponye magonjwa yako yote, huu mwili unaharibika, hakuna yote ambaye anaishi milele, ila kuna sehemu moja tu ambayo haiharibiki, yani maisha yangu ya kiroho, utu wangu wa ndani. Huo ndio amesema tumwendee Yesu kwa ajili ya hilo, kwa sababu hicho ndicho kile ambacho kitanifanya mimi nidumu milele hao watu zaidi ya mafundisho yote ambayo Yesu anayatoa kwao, oh, hawakuweza kumwelewa wao. Akili zao zikawa zimezama tu katika habari za ile mikate na chakula ambacho walikuwa wamekula wakashiba. Wanamuuliza Yesu, wanamwambia tufanye nini basi ili tuweze kuzitenda kazi za Mwenyezi Mungu? Waliamini kwamba anayetenda kazi za Mwenyezi Mungu ni yule ambaye anawapatia watu mahitaji yao, yule anayewaponya watu. Kasumba hii mpaka leo ipo yule ambaye hasimami katika kuweza kuwaponya watu kuwapatia mahitaji ya kimwili, huyo hajitendi kazi za Mwenyezi Mungu. Lakini yule ambaye yeye kazi yake ni kuwaponya, kuwafanyia watu haya, kufanya hivi, huyu ndo anatenda kazi za Mwenyezi Mungu kulingana na mitizamo ya Wayahudi na watu wengine. Kuna watu ambao wapo wanafanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa asilimia wana mia moja, wapo wamekaa wanaomba, wamekaa katika kuweza kusimamia maadili wapo katika suala zima la kuboresha maisha ya watu, wapo katika suala zima la kuweza kupanda miti, kulinda hali ya hewa. Hawa wanafanya kazi ya Mwenyezi Mungu ya uumbaji. Tusiwatenge watumishi wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya vionjo vyetu, kwa sababu ya mahitaji yetu ya kimwili. Angalia Yesu anawajibu, anasema kwamba sikilizeni, hii ndiyo kazi ya Mwenyezi Mungu kumwamini yeye ambaye ametumwa na yeye. Kumwamini Mwenyezi Mungu pia ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Kuto kumwamini Mwenyezi Mungu ufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Siku ya leo, mwamini Mwenyezi Mungu kama yupo, usimwendee kwa sababu ya mahitaji ya mwili, mtafute kwa sababu ya maisha ya kiroho, ambapo mwili huu baada ya kuweza kuharibika, tutakutana naye huko mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.